Naomba nikuelezee historia ya Valentine Day, siku ya wapendanao duniani kwa njia rahisi na ya kuvutia sana. Hadithi hii imeandaliwa na mimi Robert Kaswiza na kusomwa nami. Historia ya Valentine Day. Valentine Day huazimishwa kila mwaka tarehe 14 Februari, na siku inayohusishwa na mapenzi, zawadi na kuonyesha upendo, lakini chanzo chake kina historia ya zamani sana. Mtakatifu Valentino ni nani? Historia nyingi zinamhusisha mtu aliyeitwa Mtakatifu Valentino ambaye alikuwa padri au askofu katika Roma ya kale, takriban karne ya tatu. Wakati huo Keisari Claudius wa pili alipiga marufuku vijana kuoa. Kwa sababu aliamini wanaume wasiooa walikuwa ni askari bora vitani. Mtakatifu Valentino aliendelea kuwaoza kwa asili, kwa sababu aliamini mapenzi na ndoa ni kitu cha muhimu sana. Kwa sababu hiyo, Kaisari aliamuru majeshi yake yamkamate mtakatifu Valentino na kuhukumiwa kifo, hivyo alikamatwa na kuhukumiwa kifo. Kwa nini tarehe 14 Februari ndiyo siku ya Valentine Day? Inasemekana mtakatifu Valentino aliuawa tarehe 14 Februari, na baadaye kanisa likaanza kutambua siku hiyo kama kumbukumbu kumbu yake. Baada ya muda, siku ilianza kuhusishwa zaidi na mapenzi kuliko kumbukumbu kumbu ya kidini. Valentine Day ilikuwa siku ya mapenzi katika enzi kati ya Middle Ages, watu wa Ulaya walianza kuamini tarehe 14 Februari ni siku ambayo ndege huanza kuchagua wenzi wao. Hivyo siku hiyo ikaanza kuonekana kama ni siku ya mapenzi na mahaba. Watu walianza kuandika barua za mapenzi na kutoa maua. Valentine Day ya leo iko hivi: siku hizi Valentine Day huazimishwa duniani kote kwa kutoa maua, chokoleti, kadi za mapenzi na zawadi. Watu wengi hutumia muda wao na wapendwa wao siku hiyo. Valentine Day ilianza kama kumbukumbu -kumbu ya Mtakatifu Valentino aliyepigania mapenzi na ndoa, na baadaye ikawa ni siku ya kuonyesha upendo kwa wapendwa. Hiyo ni historia fupi ya Valentine Day. Watu wengi wanaoshirikia tarehe 14 ya mwezi wa pili, hii ni Valentine Day. Happy Valentine Day, hivyo usemi wa msanii Diamond Platnumz kwamba usilete maua, tia hela, tumeutupa mbali. Usisahau ku subscribe, kulaiki, ku share na ku comment. Ropai Online TV, asante.